Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kupunguza nusu ya wa wafanyakazi wake na programu zake, ikiwa ni miezi minne tangu serikali ya Marekani kutangaza kukatisha ufadhili wake kwa shirika hilo. Hayo yamebainishwa katika kikao cha kamati ya bajeti ya shirika hilo ambalo mkutano wake mkuu utafanyika Mei 19 hadi 27 nchini Uswizi. Taasisi ya Ifakara ni moja ya taasisi ambazo zimekuwa zikishirikiana kwa karibu na WHO katika shughuli zake ikiwemo suala la utafiti wa dawa za ugonjwa wa malaria, ambapo sasa wanajipanga kukabiliana na changamoto zitakazojitokeza shirika hilo likipunguza ufadhili wake. Sasa wale watu ambao tunafanya nao kazi wanakuwa nao rasilimali zao zinapita WHO, na pia WHO walishawahi kutoa hela katika miaka michache iliyopita wakishirikiana uh, na taasisi ya utafiti ya taifa uh, kwa ajili ya kuangalia u usalama na ufanisi wa dawa. Sasa iwapo inatokea kwamba kuna punguzo la rasilimali zao, inawezekana pia ikaathiri ni jinsi gani ambavyo wanaowekeza katika nchi kama zetu kwenye mambo ya utafiti. Kwa hiyo sisi kama taasisi tunaendelea ku kuhakikisha kwamba tunaangalia aina nyingine ya wadau ambao tunaweza kuendelea kushirikiana nao, kwa sababu mwisho wa siku kuna wadau wa aina tofauti tofauti, na hiyo ni sosi moja au ni sehemu moja tu ambayo inatoka au washirika wetu, lakini tuna washirika wengine mbalimbali. Lakini nachoamini bado WHO wataendelea kuwepo, tutaendelea kushirikiana nao. Katika uwezo gani, basi hiyo itategemea na rasilimali ambazo zitakuwepo. Chama cha madaktari nacho kinasema hatua hiyo itakuwa na athari katika swala zima la utoaji huduma za afya na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko. Athari ya kwanza itakuwa tunayopata wasiwasi, ingawa bado tujaliona likitokea ni uwezo wa shirika kuingilia kati wakati wa majanga na magonjwa ya mlipuko. Pengine jitihada zake zikapungua kwa asilimia 25. Ufadhili na ushirika wake katika kudhibiti magonjwa makubwa duniani kama kifua kikuu, malaria na ukimwi. Mipango mingi inadhibitiwa, inaratibiwa na inatekelezwa kwa ushawishi, uongozi na ufadhili wa Shirika la Afya Duniani. Kwa maeneo hayo yataathirika, maana yake nini? Maana yake ni kwamba tunaweza tukaona ongezeko la wagonjwa, ingawa bado hatujaliona tunaweza tukaona watu, tuka watu kushindwa kumudu kugarimikia zile dawa wanazozipata endapo serikali zinazoendelea katika nchi zinazoendelea hazijachukua hatua. Kwa kuna vitu vitajitokeza. Wamiliki wa hospitali binafsi nao wanaona, pamoja na bajeti kutengwa, wameshauri bima ya afya ndio wakati wa utekelezaji wake. Tunaacha kwamba inabidi pia bajeti sasa zielekeze nyingi kubwa katika upande wa afya, kwa sababu mashaka kama USAID yanategemea pesa za Marekani, Global Fund, WHO zitapunguza bajeti zake, kwa sababu gharama hizo ni kubwa sana, ambazo inabidi serikali sasa aanze kuweka kwenye bajeti yake, na baada ya zitatosha uh, tuikubaliana wote wananchi wote katika mpango wa bima ya afya kwa wote na itekelezwe vizuri. Shirika la Afya Duniani kwa miaka mingi limekuwa likitoa misaada katika sekta afya kwa nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania na pia kuongoza mapambano ya kukabiliana na magonjwa ya mlipuko. Esterbella Malisa, Azam News, Dar es Salaam.